Nataka tukaweze kupima kiroho chetu, aidha wewe ni Mwislamu, aidha wewe ni Mkristo, lakini tunakipima hichi kiroho tuone ya kwamba mambo mengine tunayoyafanya yanaendana na maswala ya kiroho ama ni vipi. Maanake kuna mama mmoja ambaye aliweza kumshika mume wake na mpango wa kando, na huyu mzee ama, ama mme wake alikuwa ni mzee wa kanisa pale kanisani, mzee mwe, ambaye anaheshimiwa, yuko pale mbele mbele. Unajua wale wazee ambao wanawekewa viti pale mbele, wakija wanakaa, utasikia huyu ni dikones, huyu ni uh, huyu ni dikon mashemanzi, wamekaa pale mbele, wamewekewa viti. Sasa huyu mama ili jambo likamkera tena sana, na alipokerwa na hili jambo akasema ya kwamba mimi nitaendea kwa mchungaji nikamwelezee hili jambo, tuone mchungaji atalitatua vipi. Akamwendea mchungaji akamwelezea kuhusiana hili swala ya kwamba ni kweli, lakini mume wangu yuko na moja mbili tatu, nishamshika, na tena jambo la kusikitisha ni kwamba yule ambayo wako katika uhusiano wote ni mama pale kanisani pia, na yeye ni kiongozi, wote wako pale kanisani, wako na mahusiano pale kanisani na mama kaenda kumwelezea mchungaji kuhusiana na hili swala. Mchungaji akamwambia usijali, hili swala tutalitatua na kila kitu kitafika mwisho. Kumbuka tunapima tuko ndani ya spiritual meter yetu. Mama akasema tuko sawa. <laughs> Siku ya Jumapili ilipofika, mchungaji akasimama akasema kuna jambo ambalo nataka nilifanye. Akasimamisha yule mzee akasimamisha na yule mama ambaye anatuhumiwa naye, which means akasimamisha wale viongozi wote wawili pale kanisani, akawasimamisha, akawaambia, akatangaza mbele ya, ya watu ya kwamba kuna taarifa ambayo imekuja ofisini kwangu, nikaambiwa ya kwamba ninyi wawili mko na mahusiano mbele ya kanisa, mbele ya kanisa, akasimamisha hawa viongozi wawili, diko na dikonesi, ambao inasemekana kwamba wako na mahusiano. Akawasimamisha mbele ya kanisa, akaambiwa ya kwamba nililetewa taarifa ya kwamba ninyi mko na mahusiano ama mko na uhusiano wa kimapenzi. Jambo lililotokea pale, Mungu ndiye anayejua. Jambo lililotokea pale ni Mungu anayejua, maanake lilikuwa ni maswala aibu. Aibu iliwapata wote wawili, na mchungaji akasema, mnaweza kujitetea. Lakini katikati ya kujitetea, washirika ama waumini wakaona aibu, wengine wakachukua Biblia zao na vitabu zao, wakaanza kutoka mmoja baada ya mwingine maana ilikuwa ni ya aibu. Sasa baadaye, watu wakawa wanaulizana huyu mchungaji kweli ametumia hekima kuwasimamisha mbele awa waumini? Kama mchungaji, kama mtu ambaye uko kiroho, kama mtu ambaye una dini, alikuwa anapaswa kulisuluhisha vipi hili swala?